Mwisho a siku anaenda ana delay anarudi kuzunguka kuja kutafuta goli lipo, mtu anapiga kamba tamba, ina maana hesabu yake ndio nikugarimu kwa mimi. Kwanza kuondoka kwa ul mwalimu aaa nzuri lakini bado nalaumu uongozi wangu, kwa sababu alikuwa anasubiri mpaka tufungwe au tutiwe aibu, ndio ndo amtimue yule kocha. Yule kocha atakiwa kuondoka mapema kabla hata mechi ya eh. Mombasa, za ndani kabisa zinasema yule kocha alikuwa tayari eh ya yani ile ile, ile kocha aondoke kwenye kuuza, sio kweli, kwa sababu angalia timu tangia yule kocha yupo, angalia timu inapocheza inacheza katika style ipi, pamoja na matokeo, yule kocha tutaanza kumkata, lakini ukiniambia kwamba ameuza ile mechi kwa sababu ya kocha Sio kweli, baada ya kuonyesha kocha hataki kuondoka, kwa sababu alishafukuzwa muda mrefu. Hakuna mchezaji mwenye akili akafanya upumbavu kama huo, kwa sababu yeye ni kazi yake yeye ya anacheza, aonekane, kuonyesha kiwango chake, auze mechi ili weji basi. Kama kuza, ameuza viongozi. Hadi hapa, mtani wako, umeona hiyo wa <laughs> mtani wa kawaida tu, mtani wa kawaida mtani, hawezi kubadilika akawa mtu mwingine yote wa moto. Hmm. Hmm. Unajua shida hmm. Hmm. Shida, hmm. Hmm. shida moja tusioielewa, hmm. hmm, au kuna kitu kimoja tusichokielewa kwa hmm. sababu unasema kwa Simba yuko vizuri kimataifa. Hebu niambie ni nafasi gani hmm. nafasi gani hmm. aliyopita kumzidi Yanga? Ni nafasi ipi aliyopita kuizidi Yanga? wachambuzi nimesikia kabla sija kujibu, kujibu. furaha ya Yanga ndio miaka yote mm -hmm. ni kumfunga Simba alafu Simba furaha yake, ehe, ni kufocus na maisha yake mataifa, sawa, na haya yote yanatokana, ndio maana tunayaona sasa hivi maji na mafuta yanajitenga, ndio maana nimekuuliza huko kimataifa, ni nafasi ipi aliopita zaidi kuipita yanga ina kwa... E, maana nani? E, nani alianza kufika robo? Mmefika robo fainali? Yanga amefika ajafika, ndio maana nimekuambia hivi, hana jipya kwa sababu pale alipoishia ndipo anapoishia mtani wake. Ina maana wote ni wale wale yani, yeah. Endapo ingekuwa amenizidi, labda amefika fainali, hizo ame, ni namba tu, hizo ni namba, kwa sababu tunacheza mpira tunawekeza kule, sio kwa sababu ya kutafuta namba na ubora. Tunacheza kule kutafuta kombe lije hapa na ubora pia. Hata hao wanacheza pale kutafuta kombe, sio tatizo penpengine a pengine, pengine, pengine ingekuwepo timu yako leo ungeziona za maana, na imani hiyo ingekuwepo Yanga ingekuwa juu ya mpinzani wako Simba, zile lenki na imani ungeziona za maana. hizo mimi kwangu hazina maana namba. maana kwa sababu vilabu vinawekeza kwa sababu ya kuchukua kombe, si umenielewa e? Vilabu vinawekeza kwa ajili ya kuchukua kombe, sio kutafuta namba hizo. Namba zinakuja okay, sawa, zinakuja, lakini lengo kubwa ni kuchukua kombe. Kila anayeshiriki pale anahitaji kombe, si umenielewa? Sawa, zina faida, faida, faida gani bado upo kwenye ubora wa FIFA, bado upo kwenye ubora wa mashindano ya kimataifa. Yapo mataifa hajachukua kombe la dunia hata siku hii, lakini wapo, imetokea hajabahatika kushiriki nchi yao kombe la dunia. Unaweza kusikia waziri wa michezo wakambiwaji, uzuri namba zinamata? Namba zinamata. Kwa sababu muulize yeye ni bingwa mara ngapi hapa Tanzania? Yeah. kama anasema simba kimataifa namba hazimati yeah. yeah, yeye anajisifia kwamba ndo bingwa mara nyingi tanzania kwa maana gani sasa kama sio namba makombe makombe sikabeba makombe ndo namba zenyewe hizo ndo anaongea sasa ndo maana hata simba kimataifa anajisifia kwa link ya kafu kwamba yeye yuko juu zaidi ya yanga na yeah. ndo maana zikawekwa pale ndo maana zikawekwa pale na akisemea yanga yanga hana cha kujisifia kwa kwa simba ishirini na tano simba kacheza fainali shirikisho juzi yeah. kacheza mara shirikisho kwa mara bingwa Simba ndo zaidi zaidi ushinda Yanga kila siku, ndio vitu vile vile. Tatizo mtani mbishi, basi leo hey, jana ya club bingwa hey, wapo basi, hey ya watani au, hey, sio bwana, ilifika hatua wakasema tunaongeaga tikiushabiki, lakini auko, tunapokwenda tunaoangalia kabumbo linapopigwa wacha tumpe tu maua yake mtani, sababu aliona anakuambia kila kitu kinachofanyika pale. Unaona kabisa kinaandaliwa, goli linatafutwa, uongo bwana. Yeah, tatizo yeah, yeah. Mgongo wazi miaka yote ni mbishi yeah. Yeah. Mgongo wazi mbishi <laughs> mgongo wazi mbishi, mgongo wazi mbishi, mgongo wazi mbishi, anabishana ukweli

ni mwenye mtani japo hata ningenambia nakuombea dua, na nambia mchawi ni mwenye namwombea dua. Unamwombea dua avuke, Mungu amsaidie twende wote duniani. Wewe unaona kuna kuvuka, kila mtu alama anachukulia nyumbani kwake. eh eh, mimi ubora wale wa FIFA, ndio maana nimechukua alama ugenini ule ubora wangu na uwenyeji wa mashindano eh, umechukua alama ugenini. Eh nimemaliza kabisa kule. Shauri shaisha, na nini

<coughs> tuna mechi tuna, tuna, tuna, tuna, tuna timu nne <imedua> mm. tuna Azam hapo <imedua> tuna Singida atabaki mnyama <imedua> na ibenge <imedua>. Wewe ubashiri wako mnyama wenyewe mashindano yao awezangu na mie

ndio unajua kwamba makolo hawana wa akili. Sasa, ukisema Yanga sio ile, kumbe Yanga ipi? Wewe mpira, zungumzia mpira. Vyuma gani? kama vipi bosi? <laughs> nasema hivi <laughs> <coughs> Unapozungumzia soka, zungumzia soka, yeah. Yani, zi bla bla za ushabiki kwanza tuziweke pembeni, ndio vitu anakotaka yeye, anasema yeye ndio mwenye mpira wake, na naye atasemaje huko, yani yeye wote ni yeye <Yeah>. na mimi wote waai Eh, hey, kwa kwambawana mzidi nguli wa mashindano ya klabu bingwa bajeti, hey, bajeti. Bajeti. Ah, uh, si kwa kwenye bajeti au Ah, ile bilioni mingapi? Bajeti bajeti Bajeti bajeti ndio iliongezeka iliongezeka iliongezeka kwa kwa <laughs> kwa ajili ya kuchinja ngamia. Naona, Walai Walai. Ila lakini ile tasmini. Sasa, Sasa mzidi yani Yanga Eh, yao. leo Leo imefika hatua. ngande paka imefika hatua. Mtani anasema naye.

Lakini bwana mwenzangu, kuna upande wa pili, kila mechi anaocheza na anakutana na upinzani. Kuna nini hapa? Iko namna, kabwaga ona, ipo kitu hapo. Uongo bwana, ni zamani ya nyuma, miaka ya nyuma eh. Hey. Yanga na Nasigara naenda kuangalia na Faidi. <laughs> Yanga anachukua alama lakini kinanuka uongo bwana, hatari. Sasa hivi mimi nitaenda Yanga na Singida singi. <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Linio. laughs> <laughs> you are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.